Leo tutafundisha somo la vyakula ambavyo ni hatari sana kwa wanamichezo, ni hatari sana kwa wapiganaji. Vyakula ambavyo vina uwezo mkubwa wa kudhoofisha akili yako, kudhoofisha nguvu zako na kupunguza skills yako, yaani uwezo wako ujuzi wako wote ukapungua, ukapungua au ukafa kabisa. Ni vyakula ambavyo tunapaswa kuviepuka, kuviweka mbali, tusivitumie kabisa kwa sababu katika ulimwengu wa elimu hii ya au juzi huu wa mbinu za kujihami au mbinu za mapigano yani martial arts, ulimwengu wa sanaa za mapigano kwa ujumla, ili tuwe wazuri, ili tuwe mashujaa bora na wazuri, mashujaa mashuhuri, tunatakiwa tuzingatie katika mambo makuu ma, mawili. Jambo la kwanza tunatakiwa tuzingatie sana katika ufanyaji wa mazoezi ikiwemo mazoezi ya viungo na mazoezi ya mbinu za kujihami kwa ujumla. Lakini jambo la pili tunapaswa kuzingatia sana aina ya ulaji wa vyakula. Vyakula ndio vinavyotutengeneza sisi kuwa na nguvu, kuwa na spidi, lakini kuwa na pia kuwa na ufahamu ule uwezo, yaani vinasaidiana kati ya vyakula na mazoezi, vinasaidiana kutuimarisha ufahamu wetu na kuwa na uwezo wa kufikiri na kutenda kwa haraka. kwa vyakula ambayo tunapaswa kuweka mbali, hatupaswi kutumia zaidi vyakula vya sukari kwa wingi, vyakula vingine, vyakula vyenye mafuta mafuta kwa wingi e, mafuta mafuta hasa, mafuta mafuta mafuta ya viwandani. mafuta ya asili tutumie. E, mafuta ya asili, ya asili; ya viwandani tuepukane na. Lakini jambo la tatu, tutumie sana vyakula vya carbohydrate, vyakula vya protini kwa wingi, vyakula vya vitamini kwa wingi, ili viweze kutuimarisha na kufanya tuwe bora kila siku zaidi ya jana. Hadi kufikia hapo, sina la ziada. Mimi ni mfunzi wako Field Marshal Mazeru. Tukutane tena katika video nyingine ya mafunzo kama hii. Baibai, bye bye.